Dada Johari karibu sana wewe, umetokea Mwanza, karibu sana. Nasikia na umemaliza chuo. mm -hmm. Chuo gani? kw okay. Unasomea nini? Nataka kuwa mwalimu. Umemaliza levo gani? Dio. Dio. Sasa umemaliza lini? Dio. Dio. Dio mwaka huu, mwaka huu. Saba. Oh, okay, matokeo si yashatoka? Vizuri, yako vizuri? umepata e, ngapi semati? <laughs> <laughs> yako vizuri <laughs> ni mazuri eh? sawa kabisa, karibu asante. Sasa lengo lako la kuja, kwanini umekuja Wadada Center? Ndio, nimekuja Wadada Center mm, kwa lengo la kujiwezesha kiuchumi mm -hmm, niweze kusimama mwenyewe mm -hmm, niache kuwa tegemezi kwa sababu mm -hmm, ya changamoto nilizopitia kipindi nasoma. Umepitia changamoto gani, jamani? changamoto nilizopitia ni zile ambazo mm -hmm. unahitaji labda vitu au vifaa vitakavyotumika shuleni uh -huh. lakini unajikuta ki kiwe, kila kiwe unayemwomba akusaidia uh -huh. nakuambia mara sina mara nini hivyo uh -huh. Wazazi sa unajikuta unamtegemea baba uh -huh. baba yangu ndo alikokuwa wanasimama sana nami kunisomesha uh -huh. Ndo nikuwa namtegemea mtu pekee yani, akikosa huyo nani, hapo sina chaguo jingine mm. Sasa nikaona muda mwingine baba anaweza akawa anaumwa aendi kazini, kwa hiyo mimi shule naangaika mm. Sasa nikaona kwa nini sasa iwe hivi, wakati mimi sina ulemavu wowote, wakati mm -hmm. watu wanasema nguvu ya maskini, mtaji wa maskini ni nguvu yake mwenyewe mm -hmm. mm -hmm. Nikaona basi mi naweza nikasimama mm. nikapambana, wow. nika wasaidia ndugu zao wow, wow, wow. Hii ndio mitazamo chanya nayoisema kwa wadada. Sasa wa siku hizi, wadada wengi ambao walikuwa wanasubiria, kama we ungeweza sasa ukakaa unaanza kutafuta kazi, unazunguka na bahasha we na ajira, unasikia ajira amna. mm -hmm. Lakini si ndio umef... yani, imekuaje? ukaona usianze kuzunguka kutafuta ajira au ajira tofauti, ukaona uje huku ambako labda ingekuwa kwa mtu mwingine ambaye hana kazi bado, kakaa tu, hana hela, hana kazi, hana lakini, yupo tu na fursa anaziona Adi. We, nini ambacho yani kimekufanya ukaona wacha niende Wadada Center? kitu ambacho kimenifanya nije huku mm. ni mimi wasipendi sana kukaa nyumbani, yani sipendi kukaa bila kazi kufanya. mm, mm. Niyo, najua nitakuwa na mahitaji, huwa na aibu sana, siwezi kuomba hela yani, huwezi kuomba, kuomba mm. Kitu hata mm. boyfriend umuombe, nimeoga sana kuomba hela, sipendi <laughs> kuomba mbona? <laughs> <laughs> unaruka swali langu uombe <laughs> hata boyfriend, maana kuna wasichana akisha yani boyfriend yani mwanaume tu amemtongoza, simu imeharibika, kodi imeisha, mama mgonjwa, baba siku kafanyaje, yani kuruhusha mahitaji. Nafikiri kama huyo mtu kamzaa jamani. Ehe, wewe sasa umesema unaona aibu kuomba <laughs> Ndiyo. na wadada ni wepesi sana kuomba wanaume ni wepesi kuomba, lakini wanaombaga wanaume. Ndo maana mi nikakunyoshea tu swali langu, we uombi boyfrendi? Siwezi <laughs> <Ewe, laughs> nikamwomba, ila inategemea. Ni sasa tumezoeana naye mm, yaani tupoje naye ukali wetu mm. mm. sio tu uh, siku ya kwanza ya pili, siku ya tatu naomba, ila mm -hmm. na kumwomba mtu ela sile so mzazi wako sio, mm. ndugu yako, unafika tu from nowhere, unamuomba hela kwanza, ni unajidhalilisha. mm -hmm. ni kitu cha aibu kuombaomba hela kwa mdada, unashusha thamani yako. mm. mm. yes. I say dada Johari, mi naona wewe na mimi tunafana. <laughs> kabisa kabisa. mimi mambo ya kuombaomba hela hapana. Mungu amenipa akili mikono, naweza kufanya kazi nikatafuta hela yangu Yaani kwa sababu sijui, ndivyo mila zetu unajua, zimetuandaa wanawake kujiuza indirect mm. Unasema huyu ni boyfriend wangu au, ni mme wangu e, unakuwa mm. tegemezi, yaani uko pale kwa sababu ili yeye akutumie na wee akupe hela. Sasa sikujiuza jamani, ila tu hatusemi kwa hilo neno e, atutumie hilo neno, lakini unapokaa na mwanaume ili akuhudumie na yeye akutumie, sasa si ni biashara mnafanya ndi. e. Amen kukuhudumia kama hakutumia. Ni kweli. <laughs> <laughs> Oh, si, au eh, mwanaume hawezi kukuhudumia kama hakutumii lakini hmm. Kitu kibaya zaidi ambacho labda wadada wanatakiwa washtuke na kukuhudumia, hawezi kukuhudumia kivile kama, kama wewe unavyotaka hmm. Yani ukiamua kwenda kufanya kazi unaweza kujihudumia vizuri sana kwa vitu vingi hmm, kuliko vile unavyokaa mwanaume atakutumia na, na bado asikuhudumie vile wewe ulivyokuwa unafikiri kwamba labda huku ndo kuna unafuu. Hakuna unafuu, na atakuwekea sheria zake, zake. Vikwazo kibao eh, ili aweze kukuhudumia sasa sio kukuhudumia, nafikiri aweze kukukontrol. Inaitwaje kwa Kiswahili? sio kukuongoza, ukuongozwa, ndo wanavyotakiwa kufanya mm. Wanaume kama ni mume wako ambaye u, ni mume yule mwenyewe ambaye wewe utakuwa msaidizi wake, anatakiwa kuongoza au kukupelekesha sasa. Kukup, mm. e, yani control ni kama kukupelekesha na kukuwekea vikwazo mwingine sa mpaka mm. kuku... anakwambia e, mm. ka usifanye kazi mtu umeshajisomesha zako baba yako kaangaika kukusomesha kwa shida mm. alafu unakuja kupata mwanaume anakwambia usifanye kazi, kaa nyumbani unipikie hivi mm. kweli, ulienda kusoma digri na baba yako alikuangaikia ili uende ukampikie mwanaume tu? Digri yako yote ikawe ni ya kupika? Lakini wapo wanaokaa nyumbani awakae awapo wapo, wapo, wapo, kwa sababu ndio hivyo, ile mentality kwamba mwanaume atanihudumia, anafikiri kwamba amerahisisha maisha, kwamba huku kwa mwanaume kuna unafuu. Huu ndo ukweli, so kwamba wanaendaga kwa sababu wanawapenda sana hao wanaume nani. Narudia tena, hao wanawake ambao wanakubali kukontroliwa na wanaume, kwamba anakuwekea mpaka vikwazo vya usifanye kazi E, usifanye biashara si ndio hmm. Mwanamke kichwani kwake anajua hapo ndio kuna unafua nini unafua nini wa maisha, so kwamba eti ni anampenda sana, anachojali pale ni unafua nini wa maisha hmm. Sasa uhalisia uko hivyo, mwanaume atakuwekea tu hizo kodi ya meza, yaani vihela vidogo vidogo, kiasi ambacho we kweli ungekuwa umeenda kufanya biashara hmm, au kazi ungeweza kujihudumia hmm, na kuwasaidia hata ndugu zako si ndiyo? Yeah. Eh? Maana mm, Yeah. Wanawake wanaolewa lakini wana wazazi wana wadogo zao, kama Lidi hapa Simona anakwambia nyuma yake ana we unafikiri mme wako atahangaika na wadogo zako? Hiyo e, kitu haipo. <laughs> E, kama wapo ni wachache, lakini walio wengi yani ukishaolewa wewe tena hata wazazi wako kama ulikuwa unawasaidia misaada ndio inakata. Yeah, e, lakini kama una biashara zako una kazi zako, si utaendelea kuwasaidia ndugu zako? Yeah. E, kwa hiyo mimi nimekupenda sana Johari hilo kwamba hauna mindset ya omba omba yani, hicho kitu mshukuru Mungu sana, kwa sababu kilichowakwamisha wanawake wengi ni hiyo tabia ya omba omba, hiyo ya utegemezi, kwa sababu utegemezi ni kuomba. Kama unamtegemea mtu si unamwomba eh? Hey, na asipokupa ni ugomvi. Sasa kwa nini we usiende kufanya kazi? na watu wananuna, wanawanunia hao waume zao mabwana zao, kwa sababu hawajawapa hela. Yaani, si ndiyo? Unajiuza kwamba na yeye ni vile asemi tu kwamba, mi sasa, mbona anakupa wewe, unipi? Hana mwanaume, si anaendelea kukutumia? Lakini kila umemwomba, si hela za nini za nini, hajakupa. Anakupa tu Kiswahili ahadi, saa nyingine hana lakini wewe ungekuwa ni mjanja toka mapema kwamba mimi sintamtegemea mwanadamu jamani. Neno la Mungu limetuambia hivo: amelaniwa amtegemeae nani mwanadamu. Takapoenda kuishi na mila zenu za desturi za kutegemea mwanaume wakati neno la Mungu linasema amelaniwa mtegemeae mwanadamu. Sasa kipi kipi ni kipi, tumsikilize tuwasikilize wanadamu ambao wanatuambia wanawake tuwategemea waume zetu, au tumsikilize Mungu ambaye ametukataza kumtegemea mwanadamu? Yupi wa kumsikiliza? Haya, mi nimemaliza. Kwa hiyo dada Johari, yeah. Mi nakukaribisha sana. Kwa hiyo hapa malengo yako ni nini? Malengo yangu kama mm. nilivyosema mwanzo, mm. lengo langu huku ni kujisimamia mwenyewe kiuchumi, niweze mm. kusimama mwenyewe, mm. nianzishe kama mm. ni biashara mm. au kitu chochote ambacho naweza nikasimama nacho, ambacho kwa sasa hujajua ni kitu gani nataka kufanya mm ushajua ni nini, nini unataka kuja kufanya? Nahitaji nifungue duka uh -huh. spare, uh -huh. au nianze na duka la nguo. Okay. Ndio. Kwa hiyo sasa unatafuta mtaji kama kiasi gani? Sijafuatilia, sijafatilia mtaji, ila nahisi kama kwenye milioni mbili au milioni na sehemu e, e. Okay, unatakiwa uendelee sasa kuendelea kufanya utafiti wako uzuri. Ni e, kwamba siku hizi shule ziko kiganjani, e. E, uwe na smartphone kwa sababu maarifa yote yako kwenye simu, simu. Eh, ukichagua simu ina maarifa, lakini pia ina mambo ambayo ya anaweza yakakupotosha. Kama we ni mtu wa kuamka na kwenda kuangalia umbea, maanake hiyo simu haikusaidii, inakujaza ujinga na utabaki kwenye umaskini yeah. lakini kama unaingia kwenye simu unaenda kutafuta maarifa, hiyo simu yako ndio itakayo kufanya siku moja utimize ndoto zako. Kwa hiyo endelea kufanya tafiti wa kujua hiyo biashara yako inahitaji kiasi gani? na uwezi jua labda, mpaka unamaliza mkataba, unaweza pia ukabadilisha aina nyingine ya biashara yes. Ndio, lakini wewe una potential kubwa sana kwa wadada waliosoma ualimu kama wewe. Kupitia hizi kazi za ndani, kuna familia nyingi zinahitaji wadada wa kuwasaidia watoto homework, eh, na kuwalea vizuri. Kwa hiyo una potential ya kuwa hata professional dada, na professional dada hapa analipwa laki tano. kwa hiyo kitu cha muhimu ni wewe sasa kuhakikisha unafanya ya kujua masuala ya malezi ili uangalie zile modo ulizosoma zipi ambazo zinaenda kwenye early childhood kwa sababu ya kozi zako hizo zilizopo kwenye education si ndio si kuna vitu kama hivyo si unaweza kufundisha watoto wadogo unaweza sababu hiyo ni taaluma yako si ndio sasa nenda kaisome kai, kai vizuri yani zile modo zako jikumbushie hata kama ni kwenye internet kwa sababu huko sisi hapa tunaweza tukakupangia huko, na ukipangiwa huko utaenda kama professional, na professional ni hela nzuri. laki tano ulipi kodi si ndio? Yeah, una bili zozote. Sasa unatoka hapo kwa mwaka umepata milioni sita. Umeona, sasa we unasema unataka milioni moja, lakini kupitia Wadada Center unaondoka na milioni sita kwa mwaka mwaka huu. Mm-hmm. Hey, umeona yeah. Hey. E, swali ambayo sijakuuliza we, oh, umetujuaje? Umetuonea wapi? ah, mimi kwenye mitandao ya kijamii uh -huh. E, sema nilianza kufuatilia kipindi cha Wanawake Live kaka zamani. uh -huh. Nikawa naona matangazo yako naona jinsi wanawake uh -huh. unavyoongea nao uh -huh. Baadaye nikawa sifuatili nikawa uh -huh. bize bize na shule. Nilipofika chuo uh -huh. nikawa siku moja niko kwenye mitandao ya kijamii nikaona Facebook unazungumzia masuala ya wanawake na wanaume uh -huh. uh -huh. Sasa so, nikawa nimeclick ile video nikaangalia. mm. nikasoma komenti pale. mm. nikawa nimeachana nayo. mm -hmm. siku nyingine tena niliona tena umeposti. mm. Eh, nikawa nimeangalia sasa. So, nikasikiliza nikawa nimeona zile namba za simu pale. mm. unazungumzia maswala ya Wadadacenter. mm. nikachukua namba za simu nikazihifadhi. mm. kila siku nanili sikufuatilia. mm. Nimekaa chuo nilipata changamoto nilivyokaribia kufanya ui mm. ilikuwa nimemisi ada kama laki tatu hivi mm. E, sasa nikaa ninaangaika kuipata kipindi hicho, mzee wangu naye ni mgonjwa mm -hmm. Akaniambia mimi hali yangu kuni mbaya mm -hmm. Sa mzee akishaniambia niambia hivyo, tumaini langu lote limeisha imeisha, maana kuna mtu mwingine wa kumwomba, basi nami nikaa nimekata tamaa e, nikaa sifanyi mtihani hivyo Siku ya kwanza kuingia kwenye mtihani, wenzangu wanaingia kwenye mtihani, mi nimekaa hmm, sisomi wala nini. Sasa siku hiyo ikabidi kuna rafiki yangu mmoja hivi akaniambia, je, we si una ndugu zako wengine, kwa nini usiwajulishe kwamba utofanya mtihani? Maana kila mtu anayekupigia simu anakuishi mtihani mwema. Mm. E, nikaa nimeongea, nimtumia dada yangu meseji mm. E, akamongea na mama yangu Mm -hmm. Mamangu alienda akakopa mm hela -hmm. Akamentumia nikafanya mtihani mm -hmm. Nililipa hiyo hela, niivyopeleka ile lisiti nikakuta ofisi zimefungwa, na wenzangu wameshaingia anafanya mtihani, ikabidi nisifanye mtihani o wa kwanza. Keshi yake ndo nilianza kufanya mtihani ile ubaki. Nika nimemaliza mm. Nikabidi nikae tena nisubili mwezi wa tisa huu, nifanye special hapa. Nilikuwa kipindi hicho ambacho nimemisi ada, nilikuwa naongea na wahuduma kunye hapa ichi kituo mm. kama lipa taratibu zote huku mm. nafuatilia, maana kule nilikuwa nishaka- nishakadha tamani mm. na nawaza na kwamba niache niachane tu na maswala ya shule mm. nije huku nipambane, ehhendiyo. mm. Ikaa hivyo mm. nikabidi sasa nikae kule chuo nimekaa hivyo hivyo nikafanya mtihani wa special huo mmoja. Baada mm -hmm. ya kumaliza mm -hmm. nikaona tu nije huko nipambane. mm -hmm. siwezi nikaendelea kukaa nyumbani akati mimi sio mlemavu mm -hmm. okay. yeah. kwa hiyo kumbe, ulikuja ukapata hela ya kufanya mtihani ukalipa, ili uweze kufanya mtihani. Kwa hiyo we umemaliza kabisa chuo, hujapostpone wala nini? Hapana, ila mama alikopa Eh. E, kadeni walishalipa yeah. E, e, okay. Mm. E. Sawa, basi karibu umekuja hapa sasa, utaanza kuwasaidia wazazi wako. Yani, umefika hapa, umefika sehemu ambayo ni salama, ni sahihi, unakwenda kuanza kutengeneza pesa, una majukumu, unalala kwa bosi, unakula kwa bosi. Mwisho wa mwezi, kama utaingiza laki tatu yako au laki tano yako, kulingana na kituo kitakavyokupangia, lakini una potential kubwa sana ya kupanda. Umeona dada alivyopanda, eh? Wewe unapanda. Yani, wewe ukitoka, kama ukipangiwa za laki tatu, kwa sababu labda hatuna uhakika sana, yani utafanyia kazi, sawa utafanyia mm -hmm. kazi yale nitakayo kuelekeza mm -hmm. ili ukimaliza mwaka uende moja kwa moja kwenye laki tano. Kama ikitokea ukapangiwa za laki tatu sasa, maana yake ni kwamba hata kama ni laki tatu bado ni hela nzuri, kwa sababu kama laki tatu tu wewe, mm -hmm. ulitakiwa ulipe laki tatu ili ufanye mtihani, lakini bado baba alipata, nayo alipata shida kuipata mm -hmm. na mama akaenda kuikopa. Ina maana wewe unafanya kazi mshahara wako laki tatu kwa mwezi, huwezi kushindwa kuwasapoti wazazi wako kiasi kidogo na wewe ukatunza cha kwako kwa ajili ya malengo yako uliojiwekea. mm -hmm. E, kwa hiyo huu sio wakati wa kulia tena, sawa? So, eh? mm -hmm. E, sitaki kusikia, si machozi nini. Hizo changamoto zinapita ndio maana uko hapa. mm -hmm. E, watu wengine Mungu anawaletea changamoto ili mfanyeje muweze kuziona fursa vizuri. Na imani, usingepita changamoto labda usingekuja hapa. Mm -hmm. Na wewe ungekuwa miongoni mwa wale wadada wanaoona ah, Wadada Senta kule. mm -hmm. Eh, sijui unaelewa, eh? mm -hmm. Lakini Mungu anakupitisha mahali ili akufundishe ili ya kuonyeshe wisdom yako, yani kuja hapa kwako ni hekima, kwa sababu hujaenda kujiuza, hujaenda kujidhalilisha, umekuja kufanya kazi za halali kama binti ambaye ni msomi na hujataka kupoteza muda. Kuna wasomi wako mtaani huko, na wangeweza kuja kwenye hizi kazi, lakini wao, kwa sababu ya kiburi cha elimu na ile kujiona kama tayari mimi ni wa ni wa mm -hmm. levo fulani, anashindwa kufanya kazi za chini, wakati neno la Mungu linasema maisha yanaanzia chini. Eh, hey, ufalme wa Mungu ni kama mbegu ndogo, hamjawahi kusikia hilo neno? Eh, hey, maanake ni hicho chochote kile ambacho unatakiwa ukifanya kwenye maisha yako lazima uanze na kidogo. Hata tunavozaliwa, kwani tunazaliwaga tumeshakuwa watu wazima? Tunazaliwa katoto kadogo, uongei ujui chochote, na unajifunza kuongea, kula, kutembea, kila kitu. Kwa hiyo hata kwenye mafanikio, kusoma kupata digrii ni jambo moja, lakini kuanza kutengeneza kipato ni jambo lingine ambalo nalo inabidi uanzie chini. Umesikia Dada Johari eh? Eh, kwa hiyo usisikitike kabisa, yani usis, wewe mshukuru Mungu aliyekuwezesha ukasa, wenzako wanapospondi, na wako hapa na wadada wako kituoni hapa wamepospondi, kwa sababu wameshindwa kupata angalau. Wewe ulipata umemaliza kabisa na mtihani wako, kwa hiyo unatakiwa tu umshukuru Mungu. Hata aliye sipospondi naye, na, na, na bado ana, ana hope kwa sababu anaweza kujiendeleza baadaye. Mi niliishia darasa la saba, nyie mmefika hata na mavyuo vikuu huko. Mi niliishia la saba na nikaenda kufanya kazi za ndani na leo niko hapa. Hamna kilichopungua. Kila mtu ana historia yake. Kila mtu anapita kwenye njia yake, kwa kwa hiyo wewe usiogope njia yako unayopita. Cha muhimu kama nilivyosema, nenda ufanye kazi kwa bidii, ndio kama ulivyosema mwenyewe, mtaji wa maskini ni nini, nini? nguvu zake mwenyewe. Hakikisha unamfanyia vizuri bosi kazi zake, usije ukamletea udigri wako eh, au usomi wako hautamsaidia ukasema mi mna digri haimsaidii. Hiyo digri yako sasa ndio usaidie vizuri nyumba ile, watoto wake walee vizuri kwa upendo, si ndio? Nyumba yake ifanye usafi katika mpangilio mzuri, vitu vikae kwenye mpangilio. Kupika wewe msomi, ingia kwenye mtandao au wapi, vitabu vya resepi vipo, pikie mapishi ambayo yani ye mwenyewe anajiuliza huyu, uh, dada akatoka wapi, ni wa kimataifa au ni wa nini? Hizo ndio nguvu zako ambazo zitakupa kipato ukizitumia vizuri zitakupa pesa nzuri. Tunaelewana dada Johari, y yeah. Mi nakukaribisha <coughs> nakutakia kila la heri <coughs> naamini kabisa, yaani huu ndio mwanzo mpya, na utakwenda kufanikiwa kutimiza malengo yako hata na zaidi. Wewe unasema unataka milioni moja, lakini nakwambia kupitia mradi huu, mwaka wa kwanza utapata hata mara tatu yake au ya na zaidi kwa sababu ukipata smart lazima yani, we uwezi kuenda tradition. Ukipata hiyo smart unatengeneza milioni tatu na laki sita kwa mwaka, ukipata professional unatengeneza milioni sita. Kwa hiyo kati ya hapo ni hela nzuri, ukianza nayo unafika mbali, sawa. Haya jamani, mimi nawatakia kila laheri, mwende mkachape kazi sawa yes. msiwe kama wadada wa mtaani. Wadada wa mtaani ni wadada wenye wasio na heshima, si unaelewa? Nikisema wadada wa mtaani hawana heshima, hawana adabu, hawasikilizi wa mabosi wao, kila wao wanajiona wananyanyaswa, wakati gule ni wajibu wao wanapoelekezwa kufanya kazi. Dada umeambiwa fua nguo Jumatatu mpaka Ijumaa, usiseme bosi wangu anarombaya rombaya, kwa nini ananiambia tu nguo zake nifue huko pale. Kwa ajili ya majukumu yake, sio majukumu yako kwa hiyo ukianza kubishana bishana na bosi wako unakuwa shetani, na shetani si ndio mtaani? Sasa, mm. Shetani ndio alikuwa na sifa ya kubishana na Mungu. Kwani kilichomfanya awe shetani ni nani? Shetani alikuwa malaika, si ndio? mm. Lakini akataka kuwa sawa na Mungu. Sasa unaposhindana na bosi wako si unataka kuwa sawa naye? Yeye anakuambia fua hivi na hivi, we, unataka kufanya kivyo yako. Sasa bosi nani? bosi ni wewe au ni yeye. nani kama ajiri mwenzake wenzake? Kwa hiyo msiwe kama watoto wa dada wa mitaani na nikisema mitaani maanake ni hawa ambao wasio na heshima, wasio na maadili, ambao wajaelewa vizuri. Sawa jamani, nimepata kiongozi wenu hapa, tunawaongoza vizuri basi. Zingatieni yale tunayowaambia, kwa sababu hayo yatawavusha kama mimi nilivyovuka. Mmesikia, mimi dada wa kazi nimevuka. Kwa hiyo nawaelekeza, naweza kuwaonyesha njia niliyopita dada mwenzio ambaye mko wote kazini, nyie wote ni vipofu. Kipofu anaweza kumuongoza kipofu mwenzake? yeah, dada ambaye uko naye kazini atakuongoza nini? atakuambia tuache kazi. Aa ah, mabosi hawa ah, wanajifanya nini? hey, wa... hela zao ziwafanyie kazi. Huo ni ukipofu na ujeuri usiokuwa na maana, kiburi kisichokuwa na faida, si ndiyo? Ndo dada, dada anavyosema, hela zako basi zishike mtoto. Hicho ni kiburi ambacho hakina faida. We unahitaji pesa, kaa kwa kutulia, fuata maelekezo ya bosi wako. Naelewana jamani, yeah. Mm. eh, zaidi sana mje kwenye mafunzo mi na mafunzo, lakini huko mnalipa. Mkishatengeneza hela, labda huyu ndiyo anaweza kuja ili uende professional <laughs> <laughs> eh, eh, uje kwenye mafunzo, huko ni hela, sio bure huko, eh, unalipa hela, nishawa nani mm. Ni, ni wapike vizuri sasa, mwende kwenye level za juu, yes, ukimaliati huu mkataba wa sasa mm. unakuwa professional, uje darasani. Haya, karibu sana, that's that's kila la heri jamani, that's that's that's